Tanzania sasa hivi inakabiliwa na matatizo makuu matatu ya kilishe, kwa maana kwamba tuna ile lishe ya utapia mlo wa lishe pungufu, tuna utapia mlo wa upungufu wa madini na vitamini mwilini, na tuna utapia mlo wa lishe ya kuzidi. Ambao huo utapia mlo wa lishe ya kuzidi maana yake ni kwamba una una, una, una, una utambua kwa watu kuwa na watu wenye uzito uliozidi na uzito uliopitiliza ambao utapiamlo huo wa lishe ya kuzidi unapelekea magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi tunaona pressure ziko juu, visukari viko juu, magonjwa ya kansa yameshika kasi, ni kutokana na ile tatizo changamoto ya utapiamlo wa lishe ya kuzidi. Kwa watoto tuna asilimia hamsini na tisa ya watoto, yani zaidi ya nusu ya watoto wana changamoto ya upungufu wa damu. Vile vile, tuna, kwa wana vile a upungufu a upungufu wa damu kwa wanawake walio katika umri wa kuzaa ni asilimia arobaini na mbili kwa hiyo wanakaribia nusu, na tukienda kwa wanawake wajawazito ni asilimia hamsini na sita ya wanawake wajawazito wana upungufu wa damu. Kwa hiyo tunaona changamoto ilivyo kubwa, na ule utapiamlo wa lishe ya kuzidi ni ambao unawakilishwa na uzito uliozidi na kiriba tumbo. Kwa, kwa, kwa wanawake walio katika umri wa kuzaa ni asilimia thelathini na sita ya wanawake wana uzito uliozidi, na watoto tuna asilimia nne ilikuwa uh, kipindi uki, zile tafiti za nyuma zilikuwa zinaonyesha ilikuwa ni asilimia mbili pointi nane, lakini sasa hivi tunaona hali inazidi kufanya nini, kuongezeka, kwa sababu sasa hivi asilimia nne ya watoto wana utapiamlo wa lishe ya kuzidi. Tukija kwenye ule utapia mlo wa lishe pungufu, e, kuna matatizo ambayo yanawatokea watoto pamoja na wanawake walio katika umri wa kuzaa, kwa maana kwamba watoto wanacha, wanapata changamoto ya udumavu ambao kwa sasa nchi yetu udumavu uko asilimia thelathini. Kwa hiyo manake kati ya watoto kumi watoto watatu wana udumavu. Vile vile kuna changamoto ya uzito pungufu. Uzito pungufu kwa watoto ni asilimia kumi na mbili Ehe, alafu pia kuna utapiamlo wa ukondefu ambao utapiamlo wa ukondefu wenyewe ni asilimia tatu. Na sasa tukija kwenye utapiamlo wa upungufu wa madini na vitamini utapia mlo upungufu wa madini na vitamini unawapata watoto pamoja na wanawake walio katika umri wa kuzaa. Serikali ina imetengeneza ime, ime afua ambazo zita, zinasaidia katika ku, ku, ku, kuondoa utapia mlo. Yaani tunasema zile afua ambazo zina matokeo makubwa, High impact interventions, ambazo kupitia serikali watoto huwa wanapata matone ya vitamini A. E, nafikiri nyinyi wote ni shahidi huwa tunawapa watoto wetu vitamini A mwezi wa sita na mwezi wa kumi na mbili watoto wote wa Tanzania. Pia tunatekeleza afua za kutoa elimu. Pia serikali imeweza kuzindua e, mpango wa, wa taifa wa watoa huduma wa afya ngazi ya jamii, ambazo huo mpango unasaidia kwa maana kwamba kwa kwa kwenye kila kijiji, kila mtaa, kunakuwa na watoa huduma wawili ambao wana uwezo wa kwenda kwenye, wanakwenda kwenye kaya na kusaidia kutoa huduma mbalimbali pia na kubainisha wale ambao wana changamoto na kuwaleta kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Mradi huu ni mradi wa pili. World Vision ilitekeleza mradi wa kwanza unaohusisha masuala ya kuboresha mifumo ya afya, kuimarisha lishe katika Tanzania na ulifanyika Shinyanga. Kwa hiyo mradi huu ni wa pili ambao umekuja kuendeleza matokeo ya ule mradi wa kwanza. Kwa hali hapo zamani ilikuwa ni uh, duni kidogo katika hali ya lishe kwa maana ya utapia mlo katika mkoa wa Shinyanga, na mradi wetu wa kwanza ulifanikiwa kupunguza uh, hali ya utapia mlo hususan ni ukondefu na uzito pungufu, lakini pia kwa kiasi kikubwa udumavu. Kwa hivyo huu ni mradi wa pili ambao tuliupata kutokana na matokeo mazuri ya mradi uliotekelezwa na World Vision kwa mara ya kwanza, kwa maana Enrich, na ndio maana mradi huu unaitwa Grow and Rich, unakuza yale matokeo ya ule mradi wa kwanza. Kwa hiyo ni mradi ambao hususan unajikita katika kuimarisha afya na lishe katika mkoa wa Shinyanga, wilaya za Kishapu na Shinyanga DC kwa sasa kwa afua mbalimbali mbali, Uh, wameweza kufikia shule 55 na masuala ya um, vyakula vilivyoongezwa virutubishi, lakini pia kaya zaidi ya mia nne ndani ya uh, wilaya hizi mbili zimeonekana kuwa na uh, maarifa na elimu inayotakiwa ya masuala ya uh, afya na lishe, na hususan ni uh, masuala ya ulishaji wa watoto walio katika umri wa miaka sifuri mpaka miezi 59 kwa maana ya chini ya miaka mitano. Kupitia mradi wa Growing Rich ambao unatekelezwa katika halmashauri ya Shinyanga DC kwa katika kata sita na vijiji 29 lakini pia kwa halmashauri ya Kishapu unatekelezwa katika kata tatu katika vijiji kumi na mbili. Ah, mradi huu umeleta mabadiliko chanya katika sekta ya afya katika maeneo makuu nitakayoyataja. Mojawapo ni lishe, lakini pia umetusaidia kuinua au kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Ni eneo mojawapo ambalo lilikuwa lina, linatekelezwa na mradi, lakini pia kitu kingine limeondoa ile tabia au, au mila potofu za kwenye jamii kuhusiana na masuala mazima ya lishe. Hapo awali tulikuwa na, na mila tofauti ambazo wazazi hasa maeneo ya vijijini yalikuwa yanadumaza yana, yana hali ya lishe kwa watoto, lakini kwa sasa hivi tuna, tunaona mabadiliko chanya kwenye jamii, lakini pia tumeona mabadiliko kwenye familia zetu kwa maana ya ba, wa baba hasa maeneo ya vijijini tulikuwa tunaona wababa washiriki katika masuala mazima ya, ya lishe, lakini kupitia shirika la World Vision wametusaidia na wamekuwa na hiyo hamasa ya kuwahusisha wababa, nao wamekuwa kipaumbele katika swala zima la lishe hasa katika ngazi ya familia.